hawakutegemea kama atakuja kuchukua namba mzawa na kumweka benchi mchezaji bora wa kimataifa. Sasa stories zimekuwa nyingi sana kwa mashabiki, inasemekana bwana

Conte, uchezaji wako umekuwa kawaida sana. Ni mchezaji ambaye akiingia uwanjani aoneshi vitu vitu, yani inaonesha kabisa ayupo mchezoni, anacheza mpira ambao haupo kabisa. Sasa mashabiki wamekuja juu sana mambo yatakuwa ni mengi au itakuwa vipi? Tuone maana namba sita tunajua kabisa ina watu wengi. Hata mdasiri haya, anaweza kucheza namba sita Sasa amekuwa na wakati mgumu sana kuipambania namba hiyo, itakuwaje? Mm. tunajua kabisa Yanga ana namba sita bora sana, atakaa benchi kweli au ataanza? Tujui, tusubiri itavyokuwa msimu huu, maana ndo mchezaji amekuja, ndo ameanza na ligi, kwa hiyo tumpe muda, atafanya vizuri sana msimu huu. Kwa hiyo yote yanawezekana, anaweza akafanya vizuri akaingia kwenye mfumo. Kwa hiyo tusubirie itavyokuwa kwa huyu mchezaji bwana. Nakukumbusha tu mtongo wa nguvu, usisahau kucomment na kulike na kusubscribe chaneli yetu ili kupata mambo yanayotendi mtandaoni zaidi na zaidi. Asante sana mtongo nguvu.